Karibu, karibu katika nyumba ya Bwana, mlango uwazi. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Baba mchungaji, mimi nimekuja hapa kwako, yaani nikiwa moyo mwe wangu mweupe kama tharuji, yani mweupe kabisa. Nimekuja kutoa shukurani zangu kwa Mungu kupitia wewe, maana maombi yako ni ya ajabu sana yamefanya maajabu katika mwili wa mwanangu yaani. Sasa sasa hivi mwanangu hasumbuliwi na tatizo lolote yani, amepona ah, kabisa, na hata akili zake zimesharejea. Sifa na utukufu ni kwa Bwana. Mimi ni chombo tu kilichotumika. Baba Mchungaji, pokea shukurani hii ndogo kwa ajili ya kazi ya Bwana. Pia ninaombi baba mchungaji, nataka siku moja ufike nyumbani kwa mwanangu tano, ili ukafanye maombi, ukang'oe mizizi yote ya giza iliyopandwa kule. Ondoa wa shaka mama, mwanao hatasumbuliwa na uchawi wowote. Itafika nyumbani kwako na kukomesha nguvu zote za giza na nuru kuifanya itawale. Vilevile naomba unieleze ni wapi kanisa lako liliko, ili nije nifanye ibada na si ibada tu, hata maombezi na mkesha pia, sababu watu wanasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatikisika milelea milele, milele, milele hawatayumba yumba milele. Dai ndio hivyo tu, baba mchungaji. <laughs> Sawa, mimi nimekuelewa mama. Siku ya Jumapili inabidi ufike hapa kwa ajili tufuata ndote mpaka kanisani kwa ajili ya maombi zaidi. Amina, baba chukaji. <laughs> Baba mchungaji Kremis, mwandambo na kuona unavyojivuta. nimeona hiyo bahasha ilivyojaa hela. Hapa hakuna cha kazi ya bwana wala cha nini, ni pasu kwa pasu. Hebu subiri kwanza, hii ni sadaka maalum ha, uliona wapi tapeli anatapeliwa? Ya yaani dili nikupe mwenyewe na bado anataka kunitapeli. Huyu mama kumbe ana ile mila yote. Sasa tuende naye tukagawane hela zetu, mambo ya e ibada tutajua baadaye.

Majabu, tena maajabu ya mwaka, maajabu ya kibogoa kutafuna mfupa wakati meno hana. Yani mwanangu mimi tano amfukuze mke wake tena wa ndoa eh? Kwa sababu tu ya nguo kuukuu ya mwanamke mwingine. Hivi huyu mtoto ana lana au ana nini huyu ah! Lakini mama, nilikuwa naomba tunavyoenda Tusiende na kelele kabla. Mmeango alikuwa na matatizo yake mengine. Nyamaza sala, tena unyamaza kabisa, wakati mimi naongea, nataka uwe kimya eh? Hakuna matatizo yanayohararisha mke wa ndoa afukuze usiku wa manane, tena napanga mkononi, wewe uliona wapi eh? Mimi leo lazima ataniambia hiyo nguo ameitoa wa wapi, na kwa nini hiyo nguo ina thamani kuliko ndoa yake. La, ataniambia napata chimbika. Mama twende, muda unazidi kuyoyoma. Na kama unavyojua tunakuenda kulivyo mbali. Aya, mwengine tutazungumza huko huko. Hivi kweli hapa ndo nilipofikia? Naishi kwenye dunia ambayo haina sauti, kama mfu aliyesimama. Nitaishi vipi na medic? Nitamweleza nini mme wangu bila kuniona mimi mchawi au mwindawazimu? E Mungu wangu, naomba unipiganie mimi, mja wako. Habari yako mke wangu, mbona umeamka mapema kiasi hiki Sandra? Nakusalimia, mbona hutoki kunijibu? We mwanamke, umekuwa na kiburi sana siku hizi. Jana umerudi usiku na umejifunika gubigubi -gubi bila hata kunisalimia, na hata nilipojaribu kukugusa na kukusemesha ulikaa kimya, kana kwamba umegeuka na kuajiwe. Leo unaamka asubuhi, unatoka nje badala ya kuja unipikie, unaanza kufanya mambo yako tu mengine, hasa cha ajabu. Nakusemesha haunijibu, hizi dharau unazitoa wapi? Mbona unanidharau kiasi hiki? nachokiongea hapo ukisikii, si ndiyo? We Sandra, mume wangu umenita kwa sauti, na umekapa kwa muda gani? Samani mume wangu, kama umeniita kwa muda mrefu bila mimi mkeo kuitikia, mimi sisikii sauti yoyote, nimekuwa kiziwi kabisa. Hata jana usiku kama ulinisemesha sikukujibu kwa sababu sikuwa na kusikia. Naomba unisamehe sana mume wangu, mimi sisikii tena. Umishachelewa, ameondoka haijalishi. Haijalishi hata kama amekwenda wapi, sisi leo tutakuwa hapa hapa, yani mpaka kieleweke. Yani nang'ang'ana hapa hapa, haiwezekani eh? Mwanangu niliyemzaa mimi mwenyewe atoke na panga mfukuze mkewe kama mwizi hivi? Hilo haliwezekani, na mimi kama mama yake kwa mwanamke mimi wa Kitanzania alisia, siwezi kuangalia macho yangu h hey! eti namwangalia mwanangu tu anamfukuza mwanamke wake, tena wandoa, wanaopanga leo. Hapana, tutakaa hapa hapa mpaka ataporudi. Unanichanganya akili. Jana asubuhi umetoka hapo ukiwa mzima wa afya, ukasema unaenda kumtafuta shemeji yako Okana anaesemekana kuwa amelikuwa na akili, alafu leo unarudi ukiwa kiziwi na hausikii kabisa. Huu ni mchezo gani unaonichezea? mume wangu, hivi unaamini ushirikina upo? Basi amini kuwa mimi nimerogwa jana hiyo hiyo na yule mwanamke Sairata, na kinachonishangaza zaidi, najikuta nikimwogopa sana kiasi cha kutetemeka, wakati unanijua mimi mkeo, siogopi mtu yoyote nikiwa kwenye haki. Amenitia giza masikioni mwangu na pia amenigombanisha na mama Ukana. Nimechanganyikiwa, mume wangu. Medic. Medic. Unaenda wapi? mtu akikugusa wewe, basi amenigusa mimi. Maumivu unayoyapata hivi sasa kwangu mimi zaidi ya kifo. Acha nikafanye jambo sasa hivi, maana huyo mwanamke anajifanya, na wajua waganga wenye ni uwezo, nitamwonyesha ajue kuamini Hivi huyo mumeo hana hata ofisi eh? Maana naona tunakaa hapa mpaka jua linageuka sasa kutoka mashariki linaenda magharibi linatukutia hapa hapa. Mimi nimechoka, unapafahamu hapa ofisini kwake? Kiukweli mama, ofisi halisi hatana mii sijawai kuiona, kwa sababu ni mtu akubadilisha kazi mara kwa mara, ila kuna ile ofisi ya mjini alioenda kufanya usaili wiki iliyopita, labda tuende huko Mabosi zake watatueleza aliko. Sawa, twendeni, tuinuke twende huko huko mjini, tukamfuate ama kokote kule aliko, mpaka nieleze nani alimnyoshea panga. Ofisi yake tutajua huko huko, tukiwa njiani. Hatuwezi kukaa hapa kusubiria hii milango ya gereza ambayo haiwezi kufunguka. Hilo ni wazo zuri mama, maana tukisema tukae hapa tutaishia kumwa na njaa. Najua twende huko huko mjini, mi nahisi uweza tukakutana naye njiani au tukakutana na mmoja wa rafiki zake. Hilo neno mwanangu, yani, katika miaka yote niwe kuzaa leo umesema neno jema. Sauda Sauda! Ingala, ingala, Yani, ungechelewa kidogo tu huu mguu ungeokuta nyumbani kwako. Nimeshafika tayari, mimi maandalizi nimeshaweka sawa, sijui kwa upande wako. Hebu niambie, nguo ya Sauda iko wapi ili tuweza kukamilisha hili jambo? Ah, Tani, mbona naongea na wewe alafu nakaa kimya? Nimekuuliza nguo ya Sauda iko wapi, ili tuweze kwenda kumkomboa sasa. Mwana tumuwai mganga, sijui hata nieleze nini ili upate kunielewa, lakini aliyotokea kwangu ni tafurahi. Nguo ya Sauda imeteketea, mzee wangu. Sauda, Sauda mke wangu amechoma Umesema nguo umechoma moto? Hivi tan una akili kweli wewe? Nilisha kueleza tayari, fanya majambo yako kwa utulivu. Yaani wewe kila siku unakuwa na wenge, unakuwa na mapepe. Yaani wewe hauna tofauti kabisa na zile nyimbo za zamani za taarabu zile, mpaka mapepe na hisi ile nyimbo uliimbiwa wewe. Sasa hebu uone Umearibu kila kitu. Hivi unajua ile nguo ina thamani kiasi gani? Imebeba uhai wa maisha ya watu, imebeba uhai wa maisha ya Zena pamoja na Ukana na hata Sauda pia. Hawezi kupumzika kwa amani nafsi yake pasipo na ile nguo. Sasa ona, umeshaharibu kila kitu kwa vurugu zako. Mimi nilikwambia chukua nguo, nenda kahifadhi mahala pazuri, hacha mapepe, hacha wengi. Ikifika leo asubuhi mapema twende kwa mganga... tukakamilisha ili swala. Ebu tazama akili zako w upo kama mwewe vile, angalia sasa umeharibu kila kitu. Tunafanyaje sasa? <tipsi> Hapo aya, ebu niambie ilikuwaje mpaka nguo ikachomwa moto? Mzee wangu, yaani Mungu amenipa mwanamke mwenye wivu uliopitiliza. Yani, toka mimi na Sauda zianze hizi pukushani za kumsaidia Sauda, basi nyumba yangu inaharibika. Sasa hivi hata mke wangu huwa simtimizii mahitaji yake ya msingi, kwa sababu ya ubizi, akili yangu yote namwaza kumsaidia Sauda nazena. Kwa hiyo amekuwa ni mtu mwenye wivu sana, yeye pamoja na familia yangu. Sasa hivi wamekuwa wa kama watu waliochanganikiwa, kwa hiyo nikifanya jambo dogo tu, naharibu kila kitu mke wangu ameichoma ile nguo, anahisi ile nguo nilikuwa nimemletea zawadi mwanamke mwingine. Kwa hiyo nimefanya makosa, baada ya kumweleza kwamba hiyo nguo sio yako, basi kumekuwa vurugu sana naye kachoma nguo. Yaani, hapa ninapokwambia, mke wangu hatunaye tena, nimemfukuza kwao, kwa sababu staki hata kumwona. Nakuelewa, ila tuseme hiyo ilikuwa bahati mbaya maana hata ungekuwa wewe mkeo angeleta nguo ya mwanaume ndani usingeweza kumwelewa. Sasa hili limeisha na tuliache lipite, maana hii ni bahati mbaya tu. Hebu niambie tunafanyaje hapa, maana hakuna njia nyingine zaidi ya kumfuata yule binti mdogo wake na Sauda, tumshawishi yule binti aweze kutupatia nguo nyingine ili tuweze kuameisha lijama. Na si vinginevyo. Kwa maanisha yule Sandra Ndio. Ah, atatuelewa kweli. Mtu mwenyewe kama asikii vizuri ameshakuwa kizi. Kizii, tutaelewana kweli au, au ndio tunaanza upya? Au ndio tunaanza upya? Tumwombe Mwenyezi Mungu, maana yeye ndio muweza wa kila kitu. Naamini kupitia yeye atatuelewa tu kaka. Yaani kama haya maisha ndio yangekuwa muvi basi, tungekuwa tunawakera watazamaji kwa sababu jambo linaenda linakaribia kuisha linaanza upya linakwenda linaanza upya sawa. Tuna tukajaribu Sauda, Sauda.